Jua limekuwa kali kama moto wa tanuru, upepo nao umekuwa ukipuliza sana, nyuzo za watu zimepauka. Ni katika kijiji cha Lepurko kilichokuwa na matumaini ya maji ya bwawa la kisasa, sasa kumegeuka kuwa kimvuli cha huzuni. Wanyama wetu wanakufa, watoto wetu wanaugua kiu, huenda Mungu pekee ndiye atakayetusikia kwa sasa. Tunangoja mvua, hatuna pakwenda. Ni sauti ya akinamama wa Lepurko. Kwa majina anaitwa Nembris Loshie ni mkazi wa kijiji cha Lepurko. Kama mnavyoona hali hii ya maji inatusumbua sana. Tumechimbiwa bwawa na serikali, imetusaidia kweli, imetuleta kwa miezi hii, lakini tumefikia mwisho. Kama hapa ni matope. Tume, tumepewa tumesaidiwa na kina baba hapa. Tumekuja hapa kuanzia saa kumi na moja asubuhi, saa hizi ni saa sita mchana. Kina baba wamejitoa kweli kutusaidia, wamechimba hicho kisehemu kidogo mnayoiona. Foleni ni kubwa, kina mama ni wengi, wengine wako kule wanaendelea kupakia kama mimi hapa nimechota ndoo mbili za maji, nina kama ndoo nne bado. Sasa hapa tunatumia utaratibu, kila mtu anachota ndoo moja, mwingine ana, tunapishana, tunapishana pishana. Pa kusimamia hakuna. Kwa sababu gani? Ni matope, matope yamejitanda hapa, na leo ndo tunamalizia. Hatujui tunaelekea wapi. Tulitazamia kuelekea Nanja, lakini Nanja nako hakuna maji. Hali ni mbaya ya kijiji chetu hichi cha Lepurko, tunaombeni msaada wenu ndugu zangu. Serikali mtuangalie tena kwa jicho la pili, kama tunavyojua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatusaidia na inatuangalia sana. Tunaombeni mtuangalie tena kwa jicho la pili, ndugu zangu. Hata mashirika mbalimbali tunaombeni mtuangalie, kwa sababu sisi ni binadamu wenzenu. Jamani, tunakosa namna ya kufanya kabisa. Yes, Tusaidieni hata maji ya dharura, tupate hata angalau siku mbili tatu, tukimwomba Mwenyezi Mungu, kama mvua itanyesha, maana tunatazamia mvua sasa hivi. Hatuna pa kuelekea kabisa, maji yamekauka. Hili ni tope, unabeba ndoo nzima ya maji, unaenda, unaweka yanajichuja, ndio tunapata kama nusu ndoo ya maji. Hatujui tunywe au tupikie au tuoge au tufue. Ndugu zangu, mtusaidie, maana tunateseka. Kuna mama jana amejifungulia hapa kwa sababu anateseka, maji hakuna.

naraa komon msaada ngara mikiyelenikibo. Kwa jina mimi naitwa Esther Moringet, ni mkazi wa hapa kijijini Lepruko. Kwa kweli niko hapa nikiwalilia serikali, nikiomba msaada kwa sababu tunateseka sana kweli. Mimi ni mzazi, nimemwacha mtoto tokea saa kumi na moja ya usiku mpaka sasa hivi, sijui ni saa saba. Kwa kweli tunateseka, maji yenyewe ndio haya tunayachota ni matope, hayafai. Tunachota matope, tunaenda kuweka, tunayachuja, ndio tunatumia kwa kupikia, kwa kunywa. Kwa hiyo serikali, tunaombeni msaada, mtusaidie. Maji haya ndio bwawa limeisha ni maji ambayo yanategemewa na vijiji vitatu: Elepurko, Ngaroji na Simangori. Kwa hiyo jamani, tunaombaeni msaada, mtusaidie tupata hata maji ya dharura, wakati tunayasubiria tuna, tuna, tuna maji ya mvua. Kwa hiyo jamani, tunaombaeni mtusaidie, maana tunateseka sana, mifugo wanakufa, wana, wana sisi wenyewe tunateseka. Kwa hiyo jamani, tunaombaeni msaada wenu. Mimi ni Lobarno Lamato, balozi wa Mlimani na changamoto ya maji leo ni siku ya nne, tunanunua ndoo shilingi elfu mbili na pambania watoto, ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda. Kwa hiyo changamoto tunao, kabla tarehe ishirini na tisa tunahama, hakuna akuna ujanja wa kupiga kura, tunaenda kufuata maji. Kwa hiyo Serikali naomba utushughulikie kabla ya kura, tujaondokeajangasaa kumi na mbilirweaerk na mngor nangaroji tunateseka sana, tunaomba msaada kama serikali na kama wanawezekana hata msaada kabla hata mvua hajanyesha kuanzia kesho, kwa sababu kuanzia kesho ameisha, kuanzia leo imeisha. Yani hamna msaada yote, ndio tumemalizia leo hapa. Tumeingia kwenye tope, tumechimba, ndio tumefanikiwa kupata hii kidogo, ambayo tunapiga foleni hapa. Alafu naona hata hawa mama atoshe, hata naondoka, hata sasa hivi mama ametoka saa kumi na mbili nyumbani, na sasa hivi ni, ni saa saba kasoro, ndivyo bado anateseka tu hapa. Kwa hiyo serikali tunaomba kweli msaada maji kwa sababu sisi hizi vijiji vitatu tunateseka sana na maji sana, sio ng'ombe wala sio watoto. Wamama anatoka nyumbani anaacha watoto anaacha mtoto mdogo ajanyonyesha, anatoka saa kumi na mbili anarudi nyumbani saa kumi na mbili jioni, na anaenda ajapata hata maji. Maji yenyewe ya kunywa ndio hiyo hiyo, yaani nitoke kabisa. Kwa hiyo jamani, tunaomba tusaidiane kama serikali kweli naomba uweke mkono kweli hizo vijiji vitatu kwa sababu anateseka sana mambo. Nanja yenyewe ilikuwa juzi, mwaka huu maji imeisha mapema, yani hamna tena. Na hii ya sileni hapa tumefurika, imeisha tena pia. Kwa hiyo tunaomba damani, msaada, wekeni mkono. Hatuna mategemeo yoyote tena kwa sababu hii ambayo tulikuwa tunategemea imeisha, kwanza leo kesho hamna tena mategemeo mengine. Kwa hiyo sisi tunaomba kama serikali tuangalie kama